Hello. How are you doing today? I hope you're doing great. Leo nataka nishare na wewe kitu kidogo sana. Na nichepesi kwa wewe kuweza kujifunza na kupata ujuzi wa kuongea English. Popote ulipo muda wowote, na kwa urahisi sana, okay? So kabla sijashare na wewe hicho kitu, kuna swali inakuwa naulizwa sana na wanafunzi na This is is a challenge question and it is interesting also. Wanauliza hivi, wewe ni mwalimu wa English, kwa nini unatumia Kiswahili? Okay. So kawaida yetu sisi Waswahili tukiulizwa swali tunarejesha swali, na mimi nikuulize swali, kwa nini nitumie English kukufunza we English, tutafahamiana? Okay, tuachane na hilo, so kitu ambacho nataka nishee na wewe kinaitwa Comprehensible Practice Okay. Comprehensible practice. I hope mmenisikia vizuri. Comprehensible practice ni mazoezi yanayoeleweka na nikimaanisha